Baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kumteua Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uteuzi huo unaisafirisha Daily News Digital mpaka katika wilaya ya Iramba. Esta Kitundu ni mama mdogo wa Dr. Mwigulu Nchemba, napata wasawa kuzungumza naye machache. Ilikuwa mtu wa kawaida, mtu anachunga mifugo tu, si ilikuwa wafugaji hapa, anachunga muda kidogo, akaendelea shuleni, shule ya makunda hapa akasoma kamaliza darasa la saba. Basi mtoto wangu akawa hivo, na mpaka hadi muda huu. Nimeshukuru sana kuingia kidato hichi aliyoingia sasa, kuwalea watu, nimeshukuru sana. Mtoto huyu alikuwa mwaminifu, akitumwa na babake anaenda kuchunga. Halafu shuleni alikuwa anaenda kila siku, hawezi kukunii kukaakaa kama kichwa kinauma sisi zamani bwana, tulikuwa tunachukua mamizizi tu, anatafuta anasema, baba, naenda shuleni. Alikuwa na maendeleo mazuri toka utoto wake, yaani najisikia vizuri sana, nasema ongera mwanangu, fuatilia fat, hayo hayo, usiache, ufuate hayo hayo, usiache, walee watu vizuri, waendeleze vizuri, sio kauli mbaya. Na sasa nimgeukia Innocent Msengi, huyu anaeleza kusoma darasa moja na waziri mkuu Dkt Mwigulu Nchemba Daktari Mwigulu Lameck Nchemba Madelu, tumesoma naye kuanzia shule ya msingi baadaye. Yeye akapangiwa kwenda kwenda sekondari ya Iliboru, mimi nikapangiwa kwenda sekondari ya Tumaini. Ni mtu ambaye ukweli alionyesha toka akiwa mdogo, tukiwa shule ya msingi uwezo kwamba yeye ana, anaweza kuwaongoza watu. Mwigulu Lameck Nchemba alikuwa anapenda sana uh, utashi na utani. Alikuwa ni mtu huwezi kumkuta amechukia na hata akikuazana na wanafunzi wenzake, muda wote yeye ni tabasamu na kucheka na kuona kwamba hili jambo ni la kawaida. Kwa kweli mimi binafsi namshukuru sana Mungu, e, ni vipaji ambavyo kweli kilionekana toka akiwa mdogo. Na alikuwa na ndugu yake walikuwa wanafanana na mpaka sasa anaitwa Jugulu Shumbi Madelu. Yaani walikuwa wakija shuleni na utani wao utazania watu mapacha, kumbe walikuwa sio mapacha. Ila yeye alikuwa anapenda zaidi utani na uwezo, pia yeye alikuwa na uwezo mkubwa kuliko mwenzake. Lakini kikubwa zaidi, e, ni, ni ile kupenda kwa kuunganisha watu akiwa mdogo. Mimi nakumbuka kabisa, kabisa, nilikuwa kiranja na tulikuwa pamoja na yeye na mpaka, a, mimi nafaulu kwenda Tumaini na yeye anafaulu kwenda Iliboru. Uwezo wa kuongoza alikuwa nao toka shule ya msingi. Benjamin Shungu na Lichas Michael ni wakazi wa Iramba nini wanaeleza kuhusu uteuzi wa waziri mkuu katika kijiji chao. Mimi ni kiongozi wangu ni Mwigulu Nchemba ambaye ni waziri waziri mkuu aliyeteuliwa sasa hivi. Mi nampenda mpenda sana kwa utendaji wake wa kazi. Mimi nimeshukuru ni kuchaguliwa Mwigulu Nchemba kuwa waziri mkuu kwa sababu ana uwezo mkubwa wa utendaji wa kazi kianzia ramba yetu hii iko vizuri, kwenye wizara ya fedha iko vizuri, na maana rais course amemuona ya kuwa ana uwezo mkubwa wa kuisogeza Tanzania kutoka iliko kwenda mbele, kwa sababu ya uwezo alionao mkubwa wa kielimu na wa kiutendaji. Unapopewa wizara wa ya, ya, ya, ya, ya waziri mkuu, maana yake unakuwa mtendaji mkuu wa serikali, maana yake ana uwezo wa kumsaidia raisi tenda mambo mazuri kwa Watanzania kwa sababu wana uwezo huo. Kwa hiyo nampongeza rais, nampongeza Watanzania ambao watampa ushirikiano wa na imani, kwa sababu yeye ni kiongozi mkubwa na ni mzoefu wa shughuli za serikali. Ataitutendea haki Tanzania yetu, na iwe ya amani. Nafurahi sana rais kumteua kuwa waziri mkuu kwa ajili ya utendaji wake katika jimbo hili la Iramba Magharibi. Kwa kweli mimi nimefurahi sana, namshukuru sana Mama Samia kwa kutupa kiongozi mkubwa kama huyo kwa kutuona sisi wana wa Singida, maana ni, ni jambo kubwa sana kutuona sisi. Naamini tutafanikiwa mambo mengi kupitia cheo kama hicho alichotupa. Mimi namshukuru mheshimiwa Mwigulu Nchemba, namwomba namwomba, na akae atulie, afanye kazi kama alivyoaminiwa na rais. Umewasikia mengi kutoka kwa watu hawa akiwa mama mdogo, rafiki yake aliyosoma naye na majirani hapa, kutoka katika wilaya hii ya Iramba. Umesikia mengi ambayo amekuwa akiyatekeleza au akiyafanya kwa wajibu wa uhakika huyu waziri mkuu mteule ambaye anatarajiwa kuapishwa hapo kesho. <mucho>